Nataka tuende pamoja, mwana wa Mungu, popote ulipo, nifuatilie na usikie kwa makini kile ambacho Roho Mtakatifu anafundisha leo. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo tambua ya kwamba Mungu pekee ndio anaweza kumfinyanga mwanadamu. Mungu pekee ambaye aliweza kutuumba sisi, mwanadamu wa kwanza akamfinyanga, akamfanya awe mfano wake, na ndivyo ilivyo hivyo hata leo, mtu aliyeshindikana Ah, mtu ambaye ameshindikana, mtu mwenye tabia mbaya ambaye hafai, unamwona hawe, hawe, haiwezekani huyu mtu kuwa mzuri tena. Nataka nikwambia kwamba Bwana anaweza kumfinyanga, Bwana anaweza kumtengeneza. Ah, vitu ambavyo vimeharibika katika maisha yetu Bwana anaweza kuvitengeneza, lakini kuna kanuni za mpaka Mungu kuku kukufinyanga kukufinyanga kwa upya. Anasema rudini mwache njia zenu mbaya mwache maovu ambayo mnayatenda, mwache yale ambayo nafanya yasema, mimi Mungu nitagaili kuwafanyia mabaya ambayo nimeyapanga. Bwana Yesu asiye sana. Ukimchafua Mungu anapanga mabaya juu yako, ukimvuruga Mungu anapanga angamizo juu yako. Anajua mwenyewe ataangamiza kwa namna gani, ijapokuwa alishasema yeye hataangamiza kwa maji tena, hatafanya lakini anajua mwenyewe namna ya kutoa adhabu leo lakini anasema endapo tutaacha njia zetu mbaya, tutaacha yale maovu na kumrudia yeye, Mungu wa mbinguni atagaidi. Lakini sivyo tu, tunaweza tukawa tunatembea vizuri leo, tunaenda vizuri leo, lakini siku tukiacha njia ambayo Mungu anataka twende, hata mema yale ambayo Mungu alitaka atutendee, taifa alitaka atutendee, kanisa alitaka atutendee kama watu wake, atagaili kuyatenda yale mema. Kwa hiyo jambo la kutambua katika kufinyangwa na Bwana, kufinyangwa na Mungu ili ufae kwa kazi yake, kuna mambo kadhaa ambayo tutaangalia hapa katika habari ya kufinyangwa na Bwana. Ninazungumza na watu ambao imefika mahali watu wamewakataa, imefika mahali watu hawataki kusikia habari zenu kwa sababu ya maisha mabaya mnayoishi, na imefika mahali hata wewe umejikatia tamaa, unaona tu ngoja tu niishi maisha haya haya. Unajua kuna mwingine mtu amesakamwa kwa mabaya. Mpaka inafika mahali sasa acha tu ni, ni, ni tende tu. Hata kama alikuwa hajatenda hajabobea kuyafanya. Anasema acha tu ni bobee kweli kweli ili ijulikane tu kwa sababu wananisema kwa sababu, lakini nataka nikwambie tambua mambo haya. Nazungumza na wewe ambaye umeshindikana. Nazungumza na wewe ambaye umejaribu kwa namna yote ukubalike lakini imegoma. Nasema ya kwamba Mungu anaweza kukufinyanga tena. Mungu anaweza anaweza kuteng kutengeneza tena. Bwana Yesu asifiwe sana, endapo kuyatazama mambo yafuatayo, ukiangalia mambo yafuatayo. Nisikilize kwa makini na Roho Mtakatifu atakupa vitu ambavyo vitakusaidia katika maisha yako. Vitasaidia uzao wako, vitasaidia ndugu zako, watu wako wa karibu, kulingana na namna ambavyo utachukulia na namna ambavyo utabeba na kuyafanyia kazi. Mungu anatuazia mema watu wa Mungu, na Mungu yuko tayari kututengeneza tufai kwa kazi yake njema, tufai kwa mambo mazuri, tufai kwa vitu vizuri. Mungu yuko tayari. Jambo la kwanza ambalo natakiwa kulizingatia endapo umefika mahali sasa, Bwana mimi nataka unifinyange haya maisha, nimechoka inafika. Mahali kanisa limeharibika, unasema Bwana nataka ufinyange kanisa lako. Imefika mahali taifa lieleweki, ulimwengu ausomeke, mwambie Baba nahitaji uh, ufinyange taifa, ufinyange ulimwengu. inapofika swala la kufinyangwa na Bwana na unasema maisha haya nimechoka sasa, nahitaji nifinyangwe, nahitaji nitengenezwe. Jambo la kwanza la kuzingatia, usimpangie Mungu namna ya kukufinyanga. Yeye ndiye anayejua vipi natakiwa kuwa kwa ajili ya kazi yake na utukufu wake. Inapofika leo, unahitaji Bwana kutengeneze. unahitaji Bwana kufinyangwe. kufinyanga ni kutengeneza. Ni hali ya ya kuumba, ya kutengeneza, kufinyanga. Sasa ukitaka kufinyangwa na Bwana Ukitaka kutengenezwa na Bwana, ukitaka kuumbwa kwa upya na Bwana, usimpangie namna ya kuumba, namna ya kuutengeneza. Hilo ni jambo la msingi ambalo unatakiwa kulizingatia na kulifahamu. Kitabu cha Walumi sura ya tisa mstari wa ishirini neno la Mungu linasema hivi: la sivyo, e binadamu, wewe unani umjibuye Mungu? Je, kitu kilichoumbwa kimwambia yeye aliyekiumba kwani kuniumba hivi? That is a question. Tuko kuzungumza habari ya kufinyangwa, ya kutengenezwa, inapofika mahali ni swali linaulizwa hapa, wewe ni nani mpaka umuulize Mungu, ambayo unamjibu Mungu ya kwamba kwa nini kunitengeneza hivi, kwa nini kunifanya hivi? Ah, ninazungumza habari hizi kwa sababu imefika watu na muda mwingine wanamwambia Mungu, kwa nini unaniumba hivi? Mungu nitengeneze hivi, usinifanye kama hivi, usi. Bwana Yesu asiwe sana. Tunapofika habari ya kufinyangwa na Bwana, tunatakiwa tusimpangie Mungu namna ya, ya kutufinyanga kwa sababu yeye ndo anayeelewa, anajua ya kwamba tunatakiwa kuwa vipi, anajua kwamba huyu mtu nikimtengeneza hivi atafaa, huyu mtu nikimtengeneza atapata kibali, nikimfinyanga hivi atakubalika, atafanya kitu kizuri, kizuli. Mungu ndo anayejua. Na sio kumpangia wewe kwa sababu umeona fulani yuko hivi umeona fulani yuko hivi. Mungu nifanye kama wewe unapangia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yatali sana ambayo yawakumba watu wengi, na imefika mahali Mungu ametuacha. Watu wengi imefika mahali Mungu amenyamaza, wamekutana na aibu, wamekutana na shida, maisha yao haeleweki, tabia zao hazieleweki, wanaomba Mungu, nitengeneze ni... lakini Mungu hajawahi kuchukua hatua ya kuwatengeneza kwa sababu katika maombi yao wakiomba Mungu awatengeneze wanampangia, wana na Mungu namna ya kumtengeneza. Aki akimtengeneza kwa namna hii, akampa kitu hiki anakizalau kile, kila kitu anaanza kuangalia ka, cha mwingine. Mungu nataka niwe kama kama mchungaji fulani, nataka niwe kama dokta fulani, nataka niwe kama huyu. Sasa wewe ndio mfinyanzi. Ukishafikia level ya kusema Mungu sasa nimechoka Baba, nahitaji nifae sasa, nifae kwa taifa, nifae kwa kanisa lako, nifae kwa kazi yako njema. Usimpangie Mungu namna namna ya kufinyanga, namna ya kutengeneza. Hilo ni jambo la kwanza ambalo natakiwa kuzingatia, itakusaidia sana. Mimi sijui maisha yako jinsi alivyo, sielewi unayopitia ni yapi, lakini ikifika levo unahitaji Mungu kutengeneza usimpangie namna ya kutengeneza. Mwambie Baba, ninaomba unifinyange kama wewe unavyoona, namna ambavyo nitafaa kwa kazi yako, namna ambavyo nitafaa kwa kile ambacho umekusudia Baba nifanye. Jambo namba mbili. Jambo jingine la kuzingatia katika bali ya kufinyangwa na Bwana, usitamani kufinyangwa kama mtu fulani, bali tamani kufinyangwa kukidhi viwango anavyohitaji mfinyanzi. Haleluya! Unajua kuna viwango mfinyanzi anahitaji anahitaji, anapotengeneza kitu kuna kiwango anahitaji akitengeneze, kila kitu kifai kwa namna fulani. Sasa na nazungumza habari habari hizi ya kwamba unapofika mahali umekubali kutengenezwa na Bwana usitamani utengenezwe kama fulani, usikubali uh -huh. Yani, tamani kutengenezwa au kufinyangwa kukidhi viwango ambavyo mfinyanzi anahitaji ambavyo Mungu, mwe, Mungu mwenyewe anahitaji uwe. Mwambie Baba, ninaomba unifinyange ni kizi level ambayo nataka nifike, ni kizi viwango au matamani yako Bwana. Nifinyange kama wewe unavyotamani, isifike kiwango natamani hey, Mungu nitengeneze hivi natamani niwe hey. Kwa nini usitamani kama uwe kama Yesu? Basi Mungu anapoamua kukutengeneza, manake kuna vitu anavitaji kwenye maisha yako kuna vitu anavitaji ndani yako. Kuna namna anahitaji ufanye vitu fulani. Kwa hiyo yee ndo anayejua namna gani utakizi kufanya vile vitu anavyovihitaji yeye yee ndo anayejua namna gani utakizi kwenye viwango, kwenye refu ambavyo yeye anahitaji ufanye. Bwana Yesu asiwe sana, kwa sababu Mungu hawezi tengeneza, hawezi finyanga kitu for nothing. Mungu hawezi finyanga kitu kwa, kwa, kwa, bila, bila kusudi anatengeneza kitu, anaamua kumtengeneza mtu kwa kazi maalum. Sasa tamani Mungu akutengeneze kukizi kiwango cha kazi ambayo unataka uifanye. Isaya sura 45 mstari wa 9, nitasoma: ole wake ashinda naye na muumba wake, kigae kimoja katika vigae vya dunia. Je, udongo umwambie yeye aufinyangae, unafanya nini au kazi yako hana mikono. Ole wake amwambiaye baba yake wazaa nini, au mwanamke unatungwa nini? Bwana Yesu asue sana. Ni neno la Mungu liko hapa wazi, anasema ole wake ashinda, ashindanaye na muumba wake. Kuna watu wanashindana na Bwana katika habari ya kufinyanga, wanang'ang'ania, Baba nifanye hivi nifanye hivi, au kwa nini, kwa nini kunitengeneza hivi, kwa nini Mungu aliniumba hivi kwa nini Mungu imekuwa hivi? Bwana Yesu asiwe sana. Biblia inasema ole wake, na neno ole ni kitu ambacho ni hatari. Sasa inapofika kiwango cha wewe mwana wa Mungu umekubali kufinyangwa na Bwana, au unatamani kufinyangwa na Bwana. Usitamani ufinyangwe kama mtu yeyote, bali tamani kufinyangwa, ukizi kazi ambayo mfinyanzi anataka uifanye. Mungu anajua ya kwamba anahitaji uweje. Kwa hiyo usitamani uwe kama nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini. Ah. Tamani Bwana kufinyange kwa namna yeye ambavyo anataka, utaona namna Mungu atakavyokutengeneza, na ukubaliane na kile ambacho Mungu na vile ambavyo Mungu atakutengeneza, hajalishi watu wakuseme, wakudharau, yeye ndiye aliye aliyekutengeneza. Wakikudharau wanamdharau aliyekutengeneza, na wanatengeneza vita na yule aliyekutengeneza Ambao vile vilevile nayee ndio kawatengeneza au anawapa pumzi. Haleluya, watu wa Mungu, hilo ni jambo namba mbili. Na jambo la tatu na la mwisho kwa leo, inapofika kiwango natamani kufinyangwa na, na Bwana au kutengenezwa na Bwana, lazima utambue kuwa wewe ni kazi ya mikono ya Mungu. Ajalishi ulikuja kwa njia ya kuzaliwa, lakini tambua wewe ni matokeo ya Mungu Unapoenda, unapotembea kila mahali unakoenda, jua wewe ni kazi ya mikono ya Mungu. Bwana Yesu asiwe sana. Jua wewe ni kazi ya mikono ya nani? Ya Mungu. Usipoelewa hilo, inaweza ikawa ni ngumu kwa Mungu, kwa sababu kila atakachofanya utaona ni wazazi wamefanya, bila kujua kwamba Mungu ndiye aliyewawezesha wazazi hata kukuzaa, mpaka ulivyokuwa wamekulea, Mungu kawezesha. Kwani wangapi wamezaliwa na wakatupwa wangapi wamezaliwa na wakafichwa na wazazi wao hawataki kuwalea, na amezaa kabisa, amebeba uchungu miezi tisa, lakini afika mahali anaenda kumtupa mtoto mtoni. Lakini kwa nini wewe umelelewa mpaka umekua? Ni kwa sababu Mungu aliwasaidia walezi hao, ni Mungu aliwasaidia mpaka hivyo livyo. Kwa hiyo anatakiwa kumshukuru Mungu aliwapa neema wazazi wako kulea na utambue ya kuwa wewe ni kazi ya mikono yake aliye juu. Bwana Yesu asiwe sana siku akikuhitaji, unatakiwa kumtumikia yeye. Siku akisema sasa njoo kwangu, ilo sio hila mjadala, haijalishi mzazi asemeje. Ah, mimi ndio mwanao mimi ndio nini, sitaki ah -ah. anasema ambaye anamfata au anamkubali mama yake kuliko mimi anistahili na Yesu alikuja, amekuja kufarakanisha baba na mama, baba na mtoto, mtoto na mzazi. Amekuja kufarakanisha kwa sababu gani? Kuna wakati aliyekutengeneza atakuhitaji, na kama wazazi hawajui kwamba Mungu amekuhitaji, wataanza kukugomea au wataanza kukuzuia. Kitakachotokea nini? Sasa lazima utambue wewe ni kazi ya nani. Ukishatambua anasema sio dhambi kuwaacha wazazi wako wakasema wanavyojua, lakini endapo mimi Mungu nimekutaka lazima unifate. Haleluya! kuna watu walipomtafuta Mungu wakakubali kufinyangwa na Bwana, maisha yao kabadilika, wakaokoka, ndipo walipokosana na wazazi wao. Wazazi wao wakatamka maneno, wakasema kuanzia leo usikanyage katika mlango huu, kuanzia leo mimi sio baba yako. Wapo lot of people. Kuanzia leo mimi sio mama yako, ukienda huko kwenye makanisa juu ya kulialia la kufanyaje? Kuanzia mimi sio mzazi wako. Wapo wengi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mpaka kufikia kiwango hicho ni wale tu ambao wametambua kuwa ni Mungu ndiye amewafanya hivyo, ni wale tu ambao watajua ya kwamba ni Mungu amewatengeneza hivyo. Lakini kama usipojua kuwa wewe ni kazi ya mikono ya Mungu kuna wakati Mungu atataka kutengeneza akufinyange, utagoma kwa sababu wazazi wako wamegoma. Utagoma kwa sababu ndugu zako hawataki. Bwana Yesu asiwe sana. Hilo wewe na makini nalo kabisa.